Uchaguzi mkuu kumetupa fursa ya kuyabainisha mambo mengi ambayo ya yanaendelea katika nchi yetu, kiwango ambacho tumefika cha kukosa uongozi, kiwango ambacho kimefika cha kukosa demokrasia, kiwango ambacho kimefika cha namna taasisi zetu mbali mbali ambazo zilitarajiwa zisimame zisimamie uendeshaji wa nchi namna gani zilivyofikishwa na nchi yenyewe zilipofika, haya tumeweza kuyaona, kwa sababu tulishiriki uchaguzi mkuu. Kama hatukushiriki uchaguzi mkuu, ingekuwa ni njia ya rahisi ya haya yote kufunikwa bila dunia kuweza kuyaona. Kwa hivyo, uamuzi wetu huo ulikuwa ni sahihi na tumeionesha dunia kwamba ilikuwa ni njia sahihi ya kupambana na kupambania marekebisho katika uendeshaji wa nchi yetu.